Nikianza na gazeti la Uhuru, ambayo habari kubwa ambayo inasomeka hapa ni watumishi mia tano tisini na saba wakamatwa NIDA. Ndiyo habari ambayo imeweza kupewa kipaumbele katika gazeti hili la Uhuru, ukurasa wake wa kwanza. Habari nyingine ni e, Kijazi yasema nataka heshima, uadilifu kwa watumishi, aidi kusimamia vipaumbele vya serikali Asema kasi ya utumbuaji majipu itaendelea, na habari hii ikiambatana na habari picha, hapa Rais Dkt John Magufuli akimwapisha Balozi Injinia John Kijazi kuwa katibu mkuu kiongozi, Ikulu Dar es Salaam hapo jana. Wauguzi e, madaktari wagoma, wakihofia kutimuliwa kazi. Ni uongozi wa hospitali ya wilaya ya Nyamagana Butimba umegoma kutoa huduma A, kwa wagonjwa waliokuwepo hospitalini hapo kwa kile walichokisema, wanaofia usalama wao. La gazeti la Habari Leo lenyewe likiwa na habari kubwa hiyo ya wafanyakazi mia nane NIDA kikangoni, wengine mia tano tisini na saba wa muda wafutwa kazi. NIDA yasema haina bajeti ya kuwalipa nalo gazeti la habari leo likiwa limeandika habari hii: marufuku kupandisha bei ya sukari. Ni bodi ya sukari Tanzania, imewataka wafanyabiashara wafanya kutopandisha bei ya sukari, huku ikiwasisitiza kuheshimu bei elekezi iliyopo. Habari nyingine ni ya kula kiapo kwa uh, balozi huyu John Kijazi, habari leo inaoikiwa na habari hiyo. Gazeti la Mtanzania, Maalim Sefu alazwa Daa, lakini siri ya balozi Sefue kung'oka Ikulu. Hili ni gazeti la Mtanzania. Gazeti la Jambo Leo likiwa linaandika ruzuku ukawa kizungumkuti, lakini a, Sefue asema naondoka kwa mpango wa Mungu, ajivuniwa kufanya kazi na marais wote. Majira lenyewe ilikiwa linaandika, baada ya kuapishwa balozi Kijazi asema nimejipanga, azungumzia utumbuaji majipu dhana ya hapa kazi tu, ahidi kusimamia nidhamu, serikali yatoa wasifu wake. E, polisi daa kuwasaka wateja wa dadapoa. E, habari nyingine katika gazeti la Raia Tanzania likiandika mali msefu hoi alazwa hospitali, eh, lakini hali yake yabadilika baada ya kuwasili uwanja wa ndege daa ni baada ya kukaidi maelekezo madaktari wake wa India. Magufuli ashitukia mbinu za Nyalandu, wagoma kuzungumza na matajiri waliowaleta kutoka Marekani. Tuangazie basi kurasa za michezo na burudani, nikianza na gazeti la Bingwa mahususi kabisa kwa habari hizo. Uh, wenye nafasi yao wamerudi. Yanga yataka kwenda Rwanda ikiwa imeichomoa Simba kileleni. Yanga yapewa bonge la tuta kaf Azam yanasa siri za bid vesti, lakini Simba tekniki tupu hadi ubingwa. Gazeti la Raia kurasa za michezo likiandika, Yanga yaishusha Simba kileleni. Uh, pluimu asistiza APR kuwatisha na kigogo TBF atafuna fedha za shirikisho. Gazeti la Majira uh, likiandika habari hiyo hiyo kuhusiana na Yanga uh, hapa likiwa katika mtindo wa swali kwamba Yanga kuishusha Simba kileleni, leo basi dakika tisini tutajua uh, kauli hii uh, jambo leo uh, kurasa za michezo nalo likiwa lina habari hiyo Yanga Sport vitani lakini kocha Mayanja aota ubingwa. Simba Madridi Roma kazi ipo Ulaya. E, gazeti la Mtanzania likiandika usiempenda kaja Yanga yapania kuitandika African Sport kuishusha Simba kileleni. Naam, eh, gazeti la Habari leo lenye likiwa na habari hizo, hizo za Yanga lakini habari picha hapa ikionyesha Waziri wa Habari utamaduni sana na michezo Nape Nnauye akiwa na timu ya taifa ya mchezo wa mpira wa magongo mara baada ya kuzikabidhi bendera ya taifa ofisini kwake jijini Dar es Salaam, eh, jana. Tunakamilisha basi dondoo za magazeti eh, kwa gazeti hili la Uhuru na lenyewe ilikuwa linaandika habari hizo za mchezo wa leo kwa timu ya Yanga dhidi ya African Sports na yanja kama Ranieri nam